Aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christian Makonda amemshukuru rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kumwamini mara mbili katika utumishi wake wa umma akimteua kuwa katibu mwenezi wa chama cha mapinduzi CCM na baadaye mkuu wa mkoa wa Arusha. Akizungumza leo Juni 24, 2025 kwenye jukwaa la wanawake lililofanyika katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano AICC jijini Arusha, Makonda amesema hakuwa akitarajia kuwa hiyo ingekuwa hotuba yake ya kuwaga ndani ya mkoa huo. Nikimnukuu mheshimiwa wa Paul Christian makonda anasema balozi, naomba kwa unyenyekevu mkubwa unifikishie salamu za rais Samia kwa kuniamini mara mbili ndani ya utumishi wake wa urais tangu mwaka elfu mbili na ishirini na moja, kuniteua kuwa msemaji wa Chama cha Mapinduzi na mkuu wa mkoa wa Arusha. Sikutarajia leo itakuwa hotuba yangu ya kuaga. Mwisho wa kunukuu na mgeni rasmi katika jukwaa hilo alikuwa katibu mkuu wa CCM barozi dr emmanuel Nchimbi. Lakini kwa taarifa ya awali kuhusiana na mkoa wa Arusha, rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu hasani amemwamisha Kenani Laban Kihongosi kutoka kuwa mkuu wa mkoa wa Simiu na kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha, na akichukua nafasi ya paul Christian Makonda. Taarifa hiyo ilitolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya rais Ikulu Juni 23, 2025 na haijatoa taarifa zaidi kuhusu Paul Makonda. Hata hivyo taarifa hizi za mabadiliko ya wakuu wa mikoa na viongozi wengine wa ngazi mbalimbali nchini zimekuja ikiwa ni siku chache tangu Rais Samia alipowataka viongozi wanaotaka kwenda kugombea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 waandike barua za kuachia nafasi za uongozi wanazozishikilia kwa sasa.